Ukweli au uongo, natumai umeshinda vizuri Jumaa hii ya mwisho ya mwezi Novemba. Karibu katika makala Ukweli au Uongo hapa RFI Kiswahili, tuelimishana jinsi tunaweza kutambua habari za uongo na zinazopotosha na kuepuka kuzisambaza. Uko nami Jupita Mayaka bila shaka mimi hapa ni Hilary Ngati. Nikumbushe kwamba kipindi hiki tunashirikiana na wenzetu La Benvolencia. Sasa tutaanza kuangalia video inayodai wanajeshi wa Kenya wametumwa kule hivi majuzi kule Uvira, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, japo video hii ni ya mwaka 2022. Pia tutaangalia madai ya kutekwa nyara na mauaji ya kiongozi wa jamii ya Wakristo nchini Nigeria yaliyofanyika mwaka 2020 ikidaiwa ni ya mwaka huu. Lakini unaweza kusema nasi kwa kutuma ujumbe wako wa kwenda namba yetu ya WhatsApp ukianza na alama ya kujumuisha 254707888555. Ujambo, Ingati? Sijambo. Mwezi umekamilika wacha mwaka uishe, unaelekea Krismasi naniambia, yeye amekuandalia mengi sana. Nitampeleka milimani, nitampeleka milimani. <laughs> <laughs> Na bila shaka msikilizaji, sasa eh, kuna picha imekuwa ikisambaa au kuzunguruka wanavyosema, kina vitalu mogisho, rafiki zangu kutoka kule Kongo, haswa katika makundi kadhaa ya WhatsApp ikionyesha malori ya kivita yenye bendera za Kenya. Maelezo yanadai picha inaonyesha kuwasili kwa wanajeshi wa Kenya huko Uvira, ni mji wa jimbo la Kivu Kusini mashariki mwa DRC kwa lengo la kuimarisha jeshi la Kongo dhidi ya waasi wa M23. Sasa sisi kama RFI Kiswahili, baada ya kuthibitisha habari hii, imepatikana kuwa ni ya uongo. Picha hiyo ni ya kutoka mwezi Novemba mwaka 2022 na ilichukuliwa katika mji wa Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Katika kuhakiki, tumepata kuwa picha hii imechukuliwa nje ya muktadha. Taarifa hizo zinasambazwa wakati na wasiwasi katika mji wa Uvira ambao pia unakabiliwa na vitisho vya waasi wa M23. Tulipotafuta kwenye Google, msikilizaji nawe pia unaweza kutumia mbinu hii, tukitumia maneno muhimu kama vile Uvira, wanajeshi wa Kenya, hatukupata matokeo yenye tija kuhusu hii. Pia hakuna vyombo vya habari wala machapisho yaliyothibitisha kuwasili kwa wanajeshi wa Kenya katika eneo hilo la Mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kadhalika, tulitafuta picha hii kupitia reverse image search tumia picha inayoenezwa. Utafutaji ulituletea nakala chache za vyombo vya habari zinazoitaja pamoja na machapisho ya video. Lakini sasa tukuelimishe kwamba kiuhalisia picha hii ni ya kutoka Novemba mwaka 2022 wakati wanajeshi wa Kenya walipowasili katika mji wa Goma wakiwa sehemu ya kikosi cha pamoja cha es au jumuiya afrika Mashariki ili kupambana na waasi wa wam M23 waliokataa kuondoka katika maeneo waliokuwa wanayamiliki wakati huo. Msikilizaji, pia tumeangalia katika mtandao wa X na tukapata chapisho la mwaka 2022 likiwa na video yenye maandishi yake yakisema: mapigano ya RDC FRDC M23, vifaa vya kivita vya wanajeshi wa Kenya viliwasili Goma Jumatatu hii Novemba 28. Kamanda wa kikosi cha EC anasema kuwa wanajeshi wake wanajituma ardhini huko Nyiragongo kupambana na waasi wa M23. Ukweli, Ukweli au uongo? Bila shaka muda wetu unasonga sana msikilizaji, tukushukuru kuendelea kusikiliza RFI Kiswahili, kipindi hewani ni Ukweli au Uongo. Sote hapa tunajitahidi kueneza habari za kweli ambazo hazipotoshi, haswa kwenye mitandao yetu ya kijamii. Mimi ni Hilari Ngati nami ni Jupiter Mayaka na tuangalie habari nyingine, ambapo mwishoni mwa mwezi wa Oktoba rais wa Marekani Donald Trump aliitaja nchi ya Nigeria kwamba nchi ya wasiwasi kutokana wa na kile anachokiita mauaji yanayolenga Wakristo na Waislamu wenye itikadi kali madai ambayo serikali ya Nigeria imeyakanusha sasa. Uh, Jupiter mwezi huu mm -hmm. machapisho yalisambazwa sana kwenye mitandao ya kijamii yalidai kuwa mwenyekiti wa jumuiya ya kikristo ya Nigeria kan katika jimbo la Adamawa alitekwa nyara na kuuawa na magaidi wa Fulani. Matangazo ya habari yaliyojumuishwa katika baadhi ya machapisho yalianza Januari mwaka 2020 wakati mwenyekiti wa CAN aliuawa. Machapisho mengine kuhusu madai haya ni pamoja na sehemu ya habari ambayo mtangazaji anahusisha uhalifu huo na kundi la Boko Haram. Dai hilo pia limeonekana katika machapisho mengine kwenye X na Instagram, wakati huu Nigeria ikikabiliwa na changamoto kadhaa za kiusalama. Madai kwamba mwenyekiti wa jimbo la Adamawa wa jumuiya ya Wakristo nchini Nigeria alitekwa nyara hivi maajuzi na kuuawa ni ya kupotosha, na utafutaji mtandaoni kwa kutumia maneno muhimu kama vile Adamawa Kan mwenyekiti akatwa kichwa ulitupeleka katika chapisho la shirika la kutetea haki za binadamu la Uingereza kwa jina la Christian Solidarity Worldwide mnamo Januari mwaka 2020 likieleza kutekwa nyara na kifo cha Lawan Andimi uh, ambaye wakati huo alikuwa mchungaji mkuu wa KAN huko Adamawa. Pia, kwa kutumia mbinu ya reverse image search, matokeo yalitupeleka katika video kuhusu tukio hilo iliyochapishwa kwenye chaneli ya YouTube ya shirika la habari la Nigeria TVC News. Lakini msikilizaji wetu, sasa ukilinganisha habari ya mwaka 2020 kwenye YouTube, inafanana na video ya kupotosha inayosambazwa ukiangalia kwenye Instagram, jumuiya ya KAN ilitoa taarifa ikikanusha madai hayo. Pia polisi wa Adamawa walitoa taarifa kukanusha tukio hili kuwa la hivi majuzi, huku Rais Bola Tinubu akipinga vikali sifa hiyo ya Trump akisema ghasia hizi ni suala la usalama wa taifa linalowaathiri Wakristo na Waislamu. Iwapo unataka kujua habari kama ni ukweli au uongo, wasiliana nasi kupitia nambari yetu ya WhatsApp alama ya kujumlisha 25477888555. Na bila shaka, msikilizaji, muda wetu unasonga sana, lakini kabla ya kutamatisha kipindi, tunaungana naye bonzo wetu Dr Medi kutoka kule Tanzania. Medi, habari ya jioni? Salama kabisa, sijuza hapo Nairobi nairobi kuema. Medi, kwa haraka mjuze msikilizaji unachora nini katika wiki ni hii? Nimeandaa kibonzo ambacho kinahusu hii taarifa ya uongo unaosambaa kwa mitandao ya kijamii kuhusiana na picha zinazosambaa ikionyesha zina bendera ya Kenya ikiwa zipo Kongo kwao. Picha hii si ya kweli, ni imefananishwa na picha ambayo imetumika mwaka elfu mbili na ishirini na mbili huko Goma. Kwa hiyo nimeonyesha utofauti wa kati ya hizo picha kwamba si za kweli. Basi Medi, asante sana, tukutakie jioni njema na ni mjuze, msikilizaji anaweza kutembelea wavuti wetu au mitandao yetu yote ya kijamii ili kutazama kibonzo chako. Asante sana, kwa heri. na kutoka upande wa pili wa studio wa shirika wetu la Benevolencia wanabisha hodi. Ah, mupenda, kumbe ni wewe, rafiki yangu, karibu eh, sana. Chukua kitu ikalo nipatie kumabari ya mchana mosezamira. mm, mm, pana sitekala umutekala ani, mi nakia kuchukua sai sai, twende kukilabu ya joli nini, iko na hamu ya chupa baridi. Mi nakwambia e eh, bwana we, hmm. kama uko na lazima kufariki, wende mi ningana lazima, mm, maisha wee. Papa lazima kufariki vitu ganinjo, ukonongea zamiri. Mungu wangu. Ndio eh? kusema mamake wewe ufatake mahabari. Habari gani? Ile kilabu ya Jolisha Famio na Bauni kutoka kwa mchoma. Eh? Unasema nini? Njo vile. Hapana, mm. Abiwezekane bila zamiri. Ah, eh? abiwezekane? Okay, sawa. So, kama uwezi aminia bibi mimi nakwambia, mm. Aminia basi hii video. Sogea hapa. Ngoja angalie. Mm. One zi picha zenyewe ligundua kwa mtandao mkunje wetu ya WhatsApp. Eh, eh. Ngoja tuone. Fata wapi kwa wewe? Mama eh. Okay. Mamae. Eh, hey. Mungu wangu kumbe na nibia kweli. <laughs>

lakini tunazidi kukukumbusha kwamba iwapo unatilia shaka habari yoyote iwe picha iwe video iwe sauti, usikose kuwasiliana nasi hapa RFI Kiswahili. Pia kadhalika, unaweza wasiliana kwenye namba yetu ya simu anza na alama kujumulisha 254707888555. Tuseme asante sana kwa kuwa nasi jioni ya leo. Mimi naitwa Hilari Ngati nami ni Jupita Mayaka. Usitukane wakunga na uzazi ungalipo. Kwaheri. <laughs>